Naam, sasa tugeukia masuala ya kisiasa ambapo Rais Ruto amewashtumu viongozi ambao wanasema wanaendelea wanaoegemea mabaya kuhusu taifa la Kenya na pia kulitakia mabaya, rais akisema kuwa Wakenya ni ndugu na dada na hakuna wakati wa kupea nafasi siasa za chuki na ukabila, akiweka bayana kwamba taifa hili litasonga mbele kwa kufanya kazi kwa pamoja na kushirikiana. Fred Wambua anatuarifu. Katika ziara yake ya siku ya nne magharibi leo hii, rais William Ruto ametua katika kaunti ya Vihiga, akihudhuria ibada ya Jumapili na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Rais William Ruto akiwarushia mishale ya kisiasa viongozi wa upinzani anaosema kuwa wanashinda kuiongelea taifa hili mabaya na kuitakia mabaya. Kuna viongozi katika maono yao katika vichwa vyao, they never see anything good in Kenya. Wanaongea maovu kuhusu taifa letu, wanaongea mabaya kuhusu taifa letu, wanatutabiria maovu katika taifa letu. Hawa ni watu ambao wanataka kuroga taifa letu. Sisi tunawaambia Kenya is a great country, Kenya is a blessed country. Hii nchi itabadilika na tutasonga mbele kama watu wa Kenya. hatuwezi kwenda barabara yenu ya ukabila na chuki na ubaguzi. Sisi tunatembea barabara ya kuwa pamoja, ya kuungana, ya kushirikiana, ya kufanya kazi pamoja na ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Rais akisema kuwa haelewi ni kwa nini viongozi kama hao ambao wanaamini taifa la Kenya limefeli na haliwezi kufaulu wanataka uongozi wa taifa lake, akiwataja kama manabii wa uongo. Kuna hata wale watu, they imagine that Kenya is a failed state. We want to tell them shame on you Kenya is not a failed state. Kenya is a blessed nation. Kenya is a great nation and we are going places because we believe in ourselves we believe in God and we believe in our country. Unajua kuna watu unasikia viongozi wengine wanaongea unashangaa why are they leaders if they are so if they don't believe in this country they believe nothing good can come out of Kenya. Why do you want to be leaders in Kenya give us a break ama namna gani jameni tunaelewana So, mi nawauliza wananchi, kuna manabii wa uongo wengi. Aidha, ameweka wazi kuwa kwa ushirikiano na viongozi wengine atahakikisha kuwa hadhi ya Kenya kimaendeleo imefua dafu kama mataifa mengine yaliyokuwa. Mimi nataka niwaulize wananchi wote wa taifa letu la Kenya, wakiwemo viongozi, ya kwamba Kenya hii inakuwa, inaweza kuwa ni nchi ya maajabu.

Sehemu hizi zinajia wakati ambao pande zote mbili, serikali na upinzani, wanapigania nafasi hitajika kwa wananchi uchaguzi mkuu unapokaribia. Fredrick Wambua, Undugu TV.